Amefungaje huyu Denis Okoth! Kisu kinamkata yule aliyekinoa, alikwepo ndani ya uzi wa Shabana msimu uliopita, na sasa na waadhibu na goli la kimiujiza miujiza, miujiza. Gilbert Abala nguvu mpya ametoka, wa kwanza bara bimilandani kule, nafasi bagadakuuru na wow. Good save ile, Kevin Ouru bado anaweka mchezoni Mathare United wow. Ni show yake Kevin Ouru, bado hajapata Coach, hard luck again, eh? nafasi zimezipata, ambazo uh, labda matokeo hangekuwa hivi ya yeah, tuna, tunashukuru Mungu tena, tutazidi kumshukuru. Naweza sema nimeshindwa kudescribe the, the, the, the, eh, naweza sema it's a game ambayo tumekosa tu kuweka boli ndani ya neti, cause ukiangalia Mathare wamekuwa na yo chance moja the entire minutes na wameifunga Then ukiangalia vile wametufunga, I think uh, it was a goal ambayo unaweza sema tutajilaumu sisi wenyewe because ukiangalia mali tume concede that goal from a near post, it, it was a very uh, sio bao ya ku concede. When you want to win the league, don't concede such goals, you don't, you don't allow such goals as a team. So unaweza sema, we need to fight more hard na kuja kuweka ball ndani ya net because tumepata chances hata siezi sababu ni ngapi. Exactly, chances zimekuwa nyingi but coach, labda una feel una injury kwenye timu yako zinakucost kwa namna moja ama nyingine? Ni yani, kweli injuries ziko hata Omuri um, pia ame pull out kwa sababu ya injury. So tunajaribu kujiuliza mbona hizi injuries zinakuwa nyingi eh, as much as tunakuwa na ample time ya eh, recovery. So we want to know the exact source ya injuries kwa sababu uh, to be honest na awali tukizungumza umesema utashangaza mashabiki wao na umefanikiwa, licha ya kuwa haikuwa rais. Haijakuwa rais but kitu ya kwanza maybe, uh, I have some uh, mixed reaction sababu goalkeeper amefanya kazi ya ziada, then character the whole team in general imekuwa mzuri kwa sababu kuja hapa then uh, hiyo direct play si rahisi, si rahisi Then hapo uh, awali kutopatikana kwa Rio, I think pia imefanya pia wachezaji wengine wameumia. But I'm happy second half kwa sababu imekuwa ni game ya half mbili. First half tulicheza vizuri sana na uh, tukapata ile bao tulikuwa tunatafuta. Second half, kama vile nilikuwa nakwambia ni kwamba, tukija na diamond, tulikuja na diamond, kitu ya kwanza tulikuwa tunajaribu ku balance attack na pia na na na defense, so uh, of course, hatukuwa na a defensive midfielder so mchezaji mmoja tulikuwa tunacheza hapo ni Kilume, he's more offensive minded player so kidogo lazima tunge mletea wachezaji wengine hapo karibu na yeye wamsaidie hiyo task ya kudefend. I think wameifanya perfectly well. So I think, uh, uh, this one goes to the whole team. Goes to the whole team. Na kuna somo pia labda watu wanayafaa kuchukua, kwa sababu first half umekuwa na on target moja tu na mchezaji akaitumia hiyo ikawa ni goli, lakini kipindi cha pili angalau kulikuwa kumeonekana ngalau mnatengeneza nafasi. One chance first half one goal. Eh, kitu nilasema ni kwamba top level lazima uko clinical. Na, uh, I think Kenya tumepata, ibao yenye tumepata, ni kitu tulikuwa uh, kidogo tumeifanyia kazi jana. Jana. Kila time ukiangalia katika ligi yetu defense line kila time ina shift towards the ball. Na si ligi yetu any league. So most of the time kuna blind side ambayo inabakia, uh, kwa ajamakiwa. I think, uh, jana tuli uh, work na strikers. I think I'm happy wanaona Kenya, tulikuwa tunafanya kazi at least, imewapatia alama tatu. Asante, coach. Nashukuru. <laughs>